Habari ndugu mfugaji, karibu kwenye Nebuye TV. Leo tutakufundisha njia bora na rahisi ya kuongeza uzito wa bata wa kienyeji kwa muda mfupi bila kutumia gharama kubwa. Kama unataka bata wako wakue, kwa haraka wapate nyama nyingi, na wakuongeze kipato, basi kaa hadi hadi mwisho kwa ajili ya kuweza kujifunza mbinu mbalimbali. Kuna swali la kujiuliza kati yangu mimi na wewe kwamba kwa nini bata wanachelewa kukua? Kama unavyotazama katika video yako hapo, hao ni bata wa mfugaji wetu. Bata hawa waweziamini, wana miezi mitatu tu, lakini bata angalau walivyokuwa wako wazuri. Kuo, kuna swali la kujiuliza kwamba ni kwa nini bata wako wanachelewa kukua na bata wa mfugaji huyu wanawahi kukua? Bata wengi huwa wanachelewa kukua kwa sababu ya kupoza chakula bila mpangilio yani, maana kupoza ina maana kwamba kuwapa chakula bila mpangilio. Na pia kitu kingine, kutokupata protini ya kutosha, kwani bata wanategemea protini ili waweze kukua. Na pia kukosa maji. Kama ilivyoonekana katika video yetu hapo, bata hawa wana maji mengi, kuna beseni la maji kwa bata. Kama watakuwa hawana maji, na maana pia watakosa kukua na kutokupata matarajio ambayo mm wanatarajia. Kitu kingine, msongamano mkubwa wa banda kama utakuwa na banda ambalo ni dogo na bata watakaa kwa kubanana, ina maana bata wako hawatakua, hawatakuwa na kuwa nakakuwa, na nyama nyingi na ule muda ambao wawapangiwa kuweza kuvuna hauwezi kuwavuna. Pia kutokupewa kutokupewa virutubisho vinavyoongeza hamu ya kula kwa, ina maana wanawapa chakula tu ambazo havieleweki. Tutaangalia hapo mbele ni, ni ratiba gani nzuri ya kuweza kuwapa chakula pia kuna ratiba hapa, naomba kufundisha ratiba ya mlo wa bata. Bata unatakiwa kitaalamu waweze kuwa wanakula kutwa mara tatu. Ina maana bata wako kuanzia leo wanakula asubuhi, wanakula mchana, wanakula jioni. Kama hapo ni asubuhi na mwangaza bata wetu hapo wameamka saa asubuhi, ina maana asubuhi watakula, mchana watakula na jioni watakula. Kwa asubuhi unashauriwa kitaalamu waweze kuwa wanaweze kula mchanganyiko wa pumba, dagaa pamoja na majani Tafuta majani, mboga za majani ndio kitu cha muhimu sana ambacho bata watakula. Kwa hiyo unachanganya pumba, unachanganya dagaa pamoja na na na majani vyote, na pia wakati wa mchana wale pia mahindi kuchemshwa pamoja na mashudu ya alizeti. Na wakati wa jioni wale mchanganyiko wa pumba, unga wa mifupa pamoja na majani mabichi. Ukifanya katika mchanganyiko huu, basi bata wako watakuwa kwa kasi na watakuwa wataongezeka uzito na pia unashauriwa katika kwamba kwa siku bata wako waweze kula gramu mia mbili mpaka gramu mia tatu hamsini kwa hiyo ni kiwango kidogo cha chakula ambacho bata inabidi aweze kuwakadiria kama utakuwa na bata kumi kwa utachukua kumi mara hiyo gramu mia mbili kwa sawa na kilo mbili kwa siku kwa siku bata wako wale kilo kilo mbili kitu kingine unaona badilisha maji hakikisha bata wako wanapata maji kwa kile kile ukibadilisha chakula Aha, pia na maji kama beseni na maji, ina maana wakati wa asubuhi huko maji safi, na pia mchana pia tutabadilisha maji, na usiku pia tutabadilisha maji. Uwe kwa kwa na uji wa soya, wana dagaa kusaga mayai, mayai yaliyochemshwa na kapondwapondwa pamoja na unga wa muhogo na mashudu. Hizi ndo booster ambazo zinaweza zika boost bata wako. Kama wewe ni mkulima ambaye hauna hela kwenda kununua booster dukani dukani, basi unashauriwa uweze kutengeneza booster na siri ambayo itasaidia bata wako kukua na kuweza kufikia malengo unakuwa unatarajia. Kuna kitu kingine ambacho tunaweza kujifunza leo, kuna mbinu tatu ambazo inabidi uweze kuzijua mbinu hizo, zinazoleta matokeo makubwa ukifanya mbinu hizo basi utapata matokeo makubwa sana Ma, itakuwa ni mara mbili ya vile ulivyokuwa na ulivyokuwa unatarajia. Ya kwanza kabisa, ende kwa bata wako wakae kwenye joto, inabidi uweke uweke taa wakati wa usiku, kwa maana kwamba usiku pia wanaweza kuwa naamka wakala kwa ajili ya ule mwanga na ile joto pia. Kitu kingine, badilisha chakula

kitu kingine pia za maji yote hayo tunayafanya ili tuweze kupata matokeo kuma. Ukifanya vitu hivyo, kuna matokeo mawili ambayo unayapata. Ndio maana kwanza bata wako ndani ya ndani ya wiki tatu mpaka wiki sita, ina maana bata wako watakuwa kuongezeka kilo moja mpaka kilo moja pointi nane. Kwa ukifanya hivyo bata wako utaongezeka kilo moja mpaka kilo moja pointi nane, na pia ukiendelea kufanya hivyo kwa taratibu huo, bata wako ndani ya miezi miwili mpaka mitatu unaweza kuwauza au kawachinje ina maana tayari utakuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa. Kwa ndani ya miezi mitatu mpaka miwili ina maana bata wako utakuwa tayari kwa ajili ya kutumika. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kitu cha msingi sana ni kuweza kufuatilia hivyo vitu ambavyo tulivyosema pale awali ili uweze kupata mavuno bora ya bata wako. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama video hii imekusaidia, piga like, share na subscribe ili uendelee kupata elimu ya ufugaji wa bata wa kienyeji. Karibu kwenye Nebuye TV kwa mafunzo ya kilimo na ufugaji wenye uhakika wa faida. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kikubwa kabisa ni kukumbuka kwamba mada yetu ya leo tulikuwa tunazungumzia ni jinsi gani ya kuongeza uzito wa bata wa kienyeji, ili ifikapo miezi miwili mpaka miezi mitatu, ina maana wewe tayari ushapata mavuno yaliyokuwa mazuri. Na kama naomtazama bata wetu huyo, ina maana kuna maji safi, kwamba amba, amba, asubuhi, amba badilishwa, ina maana na mchana pia atawekwa maji mengine pamoja na jioni, nia na malengo kuweza kuweza kupata mavuno bora ya bata. Kama unavyoona bata wetu wakiwa na furaha, ina maana bata hao ndani ya miezi miwili mpaka miezi mitatu watakuwa wameongeza kilo no na wana wanaweza kuvunwa ina wanaweza kuvunwa kila baada ya wiki tatu, ina maana bata hao wanaongezeka kilo moja mpaka kilo moja pointi <coughs> Nani. Kwa ndugu mtazamaji, tunashukuru kwa kuweza kutufuatilia. Karibu sana Nebuye TV.